Kuwa mkoa ametoa kauli hiyo wakati akizungumza na wazazi waliojifungua katika usiku wa kuamkia mwaka mpya katika hospitali ya wilaya Wete Kinyasini mkoa wa Kaskazini Pemba ambapo amesema wazazi wanapojifungulia majumbani wanaweza kupata athari za kiafya kwa kukosa huduma rafiki wakati wa kujifungua, hivyo wanapaswa kuwa na utaratibu wa kujifungulia hospitali. Endelee kuambia akina mama, tuwahamasishe akina mama wengine wahudhurie kliniki kwa wakati na utakapofika muda wa kujifungua basi, wasijifungulie majumbani, waje hospitali kwa sababu kujifungua nyumbani ni kuweka afya yako katika hali hatarishi, wewe pamoja na mtoto. Kwa hiyo ni waombe, muwaelimishe akina mama walioko vijijini maziwa ng'ombe huko mkia wa ng'ombe, na maeneo mengine, na wale wenye utamaduni wa kujifungulia nyumbani, basi tuache hiyo tabia, tujifungulie hospitali mapema. Afisa mzamini Wizara ya Afya Pemba, Hamis Bilal Ali, amesema serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imekuwa ikiboresha miundombinu ya huduma za afya kwa lengo la kukuza ufanisi na kupunguza vifo vya mama na mtoto, hivyo wazazi wana wajibu wa kuzitumia hospitali kwa kupata huduma Chirili. Hospitali hii tulizindua ikuwa ni hospitali ya kwanza katika hospitali zilizojengwa katika wilaya za hapa Pemba, lakini Micheweni hile ya mwaka 2020, na, na Micheweni ya 2025 ambayo tunaingia 26 ni tofauti kabisa. Kwa hiyo kwa upande wa huduma za afya tunajivunia kuwa na hospitali ya wilaya lakini, kwenye wilaya hii pia kuna maboresho makubwa ya miundombinu ya afya kwenye kituo cha afya Konde Maziwa ng'ombe tunajenga vituo vya gorofa moja. Lengo letu ni kuboresha huduma. Lakini tukiangalia huduma za mama na mtoto ni nimshukuru mheshimiwa mkuu wa mkoa, kama ambavyo ameamua na tumeanza safari yetu Kinyasini katika hospitali ya wilaya kwenye wilaya ya Wete, lakini safari hii inaendelea kwenye hospitali ya wilaya iliyopo hapa Micheweni. Kwa upande wao wazazi waliojifungua katika usiku huo wameshukuru serikali ya mkoa kwa kuangalia kwa karibu huku wakiomba kuendelea na utaratibu huo. Shukuru mheshimiwa Mgeni Hatuguyaya, mkuu wa mkoa kwa kuja kutufariji usiku huu wa mwaka mpya na kutuletea zawadi. Tunamshukuru, tunamwombea dua, tunamtakia kila la heri, siku nyingine yote aje hapa kwa ajili ya kutufariji tena kama alivyotufariji leo, na pia tunamtakia kila la heri hatujtuna na mheshimiwa kwa kutupatia kila kitu kilichokuwa ni huduma mzuri na hii